Mahakama ya rufaa hii leo imemvua mbunge wa Mathare madaraka. George Wanjohi wa chama cha TNA amepokonywa kiti chake cha eneo bunge la Mathare. Jaji Steven Gatembu alitoa uamuzi wake mapema hii leo, akiamuru uchaguzi kufanywa upya kwa kile kilichosemekana kama udanganyifu uliogubika shughuli nzima ya Machi mwaka jana. Kwa taarifa kamili, huyo hapa Franco Tieno. Wafuasi wa Stephen Kariuki wa chama cha ODM walifurahia uamuzi wa, wa leo. Uamuzi huo wa mahakama ya rufaa uliongozwa na Jaji Stephen Kairu Gatembu pamoja na wenzake Jaji Jamila Mohamed na Jaji David Maraga. Majaji hao waliiamuru Tume ya Uchaguzi na Uratibu wa Mipaka IBC kupanga uchaguzi upya katika eneo la Mathare baada ya kubaini kwamba George Wanjohi wa chama cha TNA hakushinda kwenye uchaguzi huo. Afisa mkuu aliyesimamia uchaguzi huo alikosolewa na majaji hao kwa hatua yake ya kumpokonya cheti Stephen Kariuki wa chama cha ODM ambaye awali alitangazwa mshindi kwa kuzi zoa kura 34,076 dhidi ya kura 32,156 za George Wanjohi wa TNA. Mahakama imesema kwamba ni kinyume cha sheria kwa IEBC kuchukua tena cheti ambacho kimeshatolewa bila kufuata kanuni za uchaguzi. Mahakama hiyo kadhalika imekosoa uamuzi wa mahakama kuu ambayo mnamo tarehe 13 Septemba mwaka uliopita ilimpa ushindi George Wanjohi hata baada ya kubainika kwamba IEBC ilikiuka sheria kwa kumpok Kwenye cheti Stephen Kariuki. Uamuzi huo umefikiwa baada ya mkanganyiko kuzuka hata zaidi kwenye rekodi za tume ya IBC iliyochapisha matokeo hayo kwenye gazeti rasmi la serikali ikionyesha hatimaye kwamba sasa Wanjohi alikuwa mshindi kwa kura 27262 dhidi ya 26916 za Kariuki. In order that a fresh election for the the member of the National Assembly of Madara constituency be held as required by law. imeamua turudi kwa debe kwa sababu walikuwa wametuibia kura, tunaandikiwa certificate wanaenda wanabadilisha. Tunaomba IBC wakati huu Mathare constituency wavute kila mtu kazi, watuletee watu wapya ili waweze kusimamia uchaguzi huu. That is the only way we'll have a free and fair election. Wanjohi sasa ameamriwa kulipa jumla shilingi milioni moja na nusu kama gharama ya kesi hiyo, kuanzia kwenye mahakama kuu, kesi hiyo ilikoanzia, hadi kwenye mahakama ya rufaa, kesi hiyo ilikokamilikia leo hii. Frank Otieno KTN leo, Nairobi.